Baada ya maandamano makubwa ya Gen Z yaliyofanyika nchini Kenya, reaction kutoka kwa Watanzania zimekuwa moto zaidi. Watanzania wengi wamejitokeza kwenye mitandao ya kijamii kama TikTok, Instagram na YouTube kuelezea kile wanachokiona kikitokea Kenya, na baadhi yao wametoa kauli kali za kuchekesha na hata kushangaza kabisa. Kwa mfano, huyu kijana anasema amesalimu amri kwa Wakenya, na hata kama Afrika itahitaji rais basi anaomba atokee Kenya. Anaomba hata yeye apewe passport ya Kenya huku akicheka na kuonyesha video za Wakenya wakicheza na polisi katikati ya maandamano. Hebu cheki Wakenya, Wakenya! Kenyan people! Wakenya, tumenyosha mikono, ikitokea, yani, bara la Afrika likahitaji raisi, akahitajika raisi wa Afrika, tunaomba atokee Kenya, tunaomba atokee Kenya <laughs> nimekutana na nime hiyo video yani, wa Kenya unajua, ni watu wenye confidence sana. Hebu eh? angalia hii video hii, yani mwananchi wa Kenya anacheza na mwanajeshi, yani kama rafiki yake, ona anampatano Kenya Kenya, kuna mwingine huyo hapa, anamwambia mwanajeshi, nifanye unachotaka. Kashika panga tu mwanajeshi, yeye kashika mtutu yeye, kashika panga ona. Wewe shetani kweli! Kenya, naombeni <laughs> <Now many> passport nije niishi Kenya. Jamani, naombeni passport nije niishi Kenya nimeomba passport kwa muda mrefu jamani. Kuna Mkenya mmoja kanitumia passport hii hapa jamani, mwenye haonekani. Anyway, kuna huyu jamaa kutoka Tanzania anaitwa Sabato akasema moja kwa moja, Kenya si nchi, bali ni nguzo ya dunia. Unadhani alimaanisha nini? Hebu tumsikilize. Unajua Kenya sio nchi kile ni kishikilizio cha dunia. Yaani dunia iko hivi, alafu kuna kile kinachoishikilia dunia. Ndio Kenya yenyewe. Sawa, leo ni maandamano. Lakini kilichonishangaza kuna watu wanaandika husia. Husia mnahitaji huko kwenu, husia. Yaani mtu anaandika kwa mfano mimi fulani fulani nimezaliwa tarehe fulani fulani nimekufa tarehe fulani fulani. Okay. For like example Sabato Peter amezaliwa mwaka elfu moja mia tisa sabini amekufa tarehe ishirini na tano mwezi wa sita elfu mbili na ishirini na tano. Ndicho hicho wanachokifanya. Hey, guys, yani kuna Wakenya tayari wameshajipeleka mbinguni wenyewe tayari, wameshaandika usia, wameshajipeleka mbinguni wenyewe Wameisha lipia na mochwari <laughs> <Jwani? Aywanda. laughs> <laughs> wameisha lipia mochwari wenyewe, sasa hivi wakuzao mbinguni hata kabla hawajafa wameisha jifia <laughs> Kenya ni kishikilizio cha dunia. Ya dunia iko hivi. Hasa kuna ile sehemu imeshikiliwa, ndio Kenya imeishikilia dunia, ni kishikilizio <laughs> Watu wako tayari mbinguni huko. Wanapiga stori na malaika Gabriel. Watu wako mbinguni huko, Aisha waishalipiadi mochwali huko. Wanaongea sasa hivi na mizimu. Tutakosana na wewe kumbafu hii. Wajua unaniona kama matako yako. Baada nitoke kwa microphone zania huyu mwingine alitoa tofauti kubwa kati ya Kenya na Tanzania. Anasema tofauti kubwa ni uhuru wa kuongea. Mkenya akipewa kipaza sauti anasema ukweli wake wote bila uoga, tena kutoka rohoni. Wa Kenya na Watanzania, utofauti wao uko hapa. Mkenya akipewa mike anaelezea hisia zake za moyoni, alivyovurugwa na maisha, yani kichwa kinavyowaka moto, lakini risasi ikuje vyenye nakuja, na ndio sababu hata huyo karawa Central ni kidogo tu hadi mkule vibaya sana, hadi ilikuwa mkule vibaya sana. ni bahati tu, alikuwa na bunduki, angeka chini, tungeumana mkono mbaya sana. Mwelezea mpaka mtoto wake ambapo kavuruga zaidi yake, wataniua. Wengine wanazaliwa na bado pia, mimi nimezaa na ule nimezaa ndio hata kichwa mbaya kuniliko. Ule nimezaa ndio kichwa mbaya kuniliko. Mbongo akipewa mike, baba

lakini huyu dada mwingine kutoka Tanzania alikuwa na mtazamo tofauti kabisa. Anasema Wakenya wa sasa wanapaswa kukubali kwamba wana matatizo ya akili, lakini kabla aseme, kwa nini akatoa onyo kali la kuchekesha, akasema msiseme hamjui Kiingereza, nitawapokonyoa uso. Hebu mcheki. Wakenya, Wakenya, inabidi sasa mkubaliane kwamba nyie wenyewe mna akili hitilafu. Acha niongee Kiswahili sanifu na nione mtu aandike hapo I don't understand Kiswahili nitakubabua sura. Ile ishu ya Diamond juzi alivyokuja na hakufanya show, watu wote walilalamika na walikasirika. Diamond ametoka kwenye social media aka address hiyo ishu ilivyotokea, and then commenti za Wakenya, we don't understand swahili translate in English, na aongee kwa kiingereza tumuelewe, aongee kwa english english which yaani wewe ulipoenda Furaha Festival hiyo siku kwenda kumsubiria Diamond afanye show, ulikuwa unategemea aje imbe kwa Kiingereza? Nyimbo zake zote si za Kiswahili na wewe umezikariri na unazijua, kwamba unasikia nyimbo za Kiswahili lakini akiongea Kiswahili hukijui? Hiyo ni msisitizo gani? Are you okay? are you really, really okay wa Kenya na nisikie mtu amekomenti hapa past, I don't understand Kiswahili na huyu dada mwingine wa Tanzania anatupia lawama kwa Rais Samia akisema yeye ndiye anayechochea mgogoro mitandaoni kati ya Watanzania na Wakenya, na akauliza kama Wakenya wanaweza kumtupia rais wao kiatu, sisi ni nani? Tumeisha e, hmm. tumeshaingia kwenye midomo ya wakenya kwenye mam, midomo ya mamba ndio. Kabla hujavuka mto usitukane mamba. Sasa sisi tukatoka na mamba kabla tujavuka mto mtu e, mama umeshatuingiza kwenye mdomo wa wakenya sasa. Sasa hivi tutasikia kila aina matusi ya wakenya e, kama waliweza kumpiga rais wao na kiatu cha uso e, na sisi sijui tutaingia, tuta, tuta tutaingia wapi hmm? imagine mtu anatoka Kenya anaenda na kupiga kula Uganda. Hmm. Imagine hmm, anaenda kuanafungia kufung... eti ofisi ya, ya Freemason imagine, eti ofisi ya Freemason naye inafungiwa Kenya? Hiyo Kenya hiyo hiyo. Pia mtu anafungua polisi yake binafsi Kenya, hiyo Kenya hiyo hiyo. Pia yaani, mtu ana, amelewa huko, anapigia zimamoto anapigia zimamoto, zimamoto inaingia pa, wanaenda pale, wanamkuta mtu amelewa, wa eti anaulizwa, anaulizwa kwa swali uh, moto upo wapi? Anakwambia usubiri tu, utakuja imagine. Yake nyamani, kwani nyinyi wazazi wenu, <laughs> nyinyi mama yenu na baba yenu walizaliwa lini? <laughs> Yaani, mama yenu na baba yenu ni wana kina nani, yani ni, ni nani tumjue maana jamani. Ila Wakenya, mimi mi na swali moja, dada zenu huko Saudi Arabia wanateseka, wanalia kila siku, mnashindwa kuenda Saudi Arabia kule kuwaonyesha nini? Na hii hapa klip nyingine kutoka bungeni Tanzania, ambapo mwanasiasa mwanamke anamshauri Rais Samia wakuje na mbinu na njia za kuwakamata majenzi wa Kenya. Hebu sikiza tushimshirikiane mambo ya ndani ya hapa idara ya mawasiliano na kule Kenya tuwakamate hawa Gen Z wa kule. Lakini kuna klipu zingine ukisikiliza Mheshimiwa naibu spika toneshi na Kiswahili ni Mtanzania, they just hiding kwa yale ambayo wanatokea Kenya, they pretending wanamdhalilisha mama. Msitweze utu wa mtu, sio tu kwa rais. Mimi ni aktivisti wa haki za binadamu hatuwezi kuruhusu kumtweza hata mtoto wa darasa la kwanza live around the president, ambao ndo amebeba nembo ya taifa letu, ambao kwa kweli kama taifa hatuwezi tukaruhusu. Mheshimiwa naibu spika, mama alikuja na fora, tunajua kabisa mimi ni mpinzani huko nyuma. Tulikuwa hatuwezi kufanya hata vikao vya kamati kuu ya chama ndani ya jengo, tulikuwa hatuwezi kufanya hata mikutano ya hadhara. Lakini mama fora yake, watu wanafanya mikutano ya hadhara Tanzania, mtu anakuwa na freedom of express sisi sio mara ya kwanza, mimi nishaikwa gerezani, sio mara ya kwanza kiongozi wa upinzani kupekwa gerezani. Mheshimiwa Mbowe ameshakaa miezi minne nikiwa naye, tukatoka baada yake akapewa tena kaenda gerezani kwa miezi minane kwa tuzo. Hatukuona haya mambo yakitokea. So at the time lazima tujiulize kama nchi kuna kitu behind the carpet, yani nani? kwa nini sasa hivi? Kwa hiyo tusitumie hiyo opportunity ambayo mama ametoa na fara zake kuharibu taifa letu. Demokrasia ni gharama, lakini amani, usalama na ulinzi na na hatuwezi kuacha kumtaja tajiri wa jicho la tatu Chief Godlove mwenyewe ambaye alisema haya mnayoyaona Kenya sio movie bali ni ukweli, huku akionya na kushauri majenzi wa Kenya kuhusu harakati zao. Unajua mambo yanayoendelea Kenya unaweza ukasema uh, labda ni movie. Ah, wa Kenya wa Kenya nawaita tena, hebu njooeni hapa tupige story. Yaani nimekuwa nikivimba nikiwavimbia nikifanyaje, lakini nimekuja kugundua, cha kwanza wa Kenya wana umoja. Lakini cha pili, nimekuja kugundua Kenya is the capital city of Africa. Vijana wa Kenya kwa mambo wanayofanya, siwezi nikasema nawaunga mkono au siwaungi mkono, lakini kuna kitu cha kujifunza kutoka kwao. Kitu cha kwanza cha kujifunza kutoka kwao, umoja. Wakisema kwamba tunafanya jambo fulani, huwa wanafanya kweli. Wakisema kwamba leo hii unataka kitu fulani, niaiza wewe wanayekuambia wana, wanataka unataka au hautaki, wao watakitaka kwa nguvu. Kwa hiyo binafsi naweza nikasema mimi nina pesa, nina kila kitu na magari ya kifahari kama unavyoona na manyumba ya kifahari na maisha mazuri, lakini bado najifunza, kwa sababu mimi ni binadamu, sijakamilika. Naweza nikasema leo nimekubali kwamba Kenya is the capital city of Africa wenzangu wa Kenya, utofauti kati yangu mimi na nyinyi ulikuwa ni sehemu ndogo tu. Mimi nilichokuwa natamani kuona mabadiliko ya vijana wengi wa Kenya, kwa sababu vijana wengi wa Kenya, siongei kwa ubaya, ila nataka tubadilike. Kwa hii nguvu ambayo tumeitumia kwenda kufanya hiki ambacho tumekifanya pale CBD, ni nguvu ambayo huenda tukiamua kuungana kwa pamoja na kusema kwamba tunatokomeza umaskini kwenye familia zetu, tuna uwezo wa kuondoa umaskini bila kutegemea mtu yoyote. Leo hii kama vijana wa Kenya, kungekuwa kuna vijana wawili watatu wanne mpaka mia ambao wako vizuri financially wako stable, basi jambo lolote ambalo wangekuwa wanalifanya lingeenda, lingefanyika 100% kwa sababu tayari wana finance kwayo. Mimi ningependa kuwashauri kitu kimoja, sisemi mwachane na protest, sio kitu ambacho kiko kwenye biashara yangu wala hakinihusu masuala ya nchi yenu nawaachia nyinyi, lakini binafsi naongea na Gen Z. hakuna kitu kizuri kama Gen Z. Ukawa ni Gen Z, new generation unajiamini, unajikubali halafu unahela. Yani kitu ambacho Gen Z tumekosa ni hela. Kwa hiyo sasa hivi tukitoka huko barabarani CBD, tuingie kutafuta hela. Amna kitu ambacho ningetamani kuona kama vijana wa Kenya au wa Tanzania tunabadilisha maisha ya familia zetu kwanza, kabla tujaingia barabarani ku protest, angalau nyumbani tuwe tayari tumeacha kitu, ili hata ikitokea huko kwenye protest, tukapotea wazazi wetu kuna kitu tumeacha. Na kuuliza wewe, kijana ambaye uko Kenya, unapoingia barabarani kwenda ku protest, ikatokea umefia huko, familia yako, wazazi wako, umewachia kitu gani? Okay uh, najua unaipigania una nchi sawa, lakini je, unauhakika na yule mtu ambaye wewe unayempigania kwamba aende akakae kwenye kiti cha urais, kwamba yule aliyepo atoke umweke mwingine, ataenda sawa na vile ambavyo wewe matako yako yanataka? Jibu linaweza likawa hujui kwamba utakayempeleka atakuwa kisu au atakuwa msumeno, atakukata. Kwa sababu kwa namna yoyote utakaposhika kisu, nieiza ushike kwa kukaza au ukiachie kadi, unavyozidi kukaza ndo zinazidi kukukata kwa mi binafsi siwezi nikasema muache au muendelee, lakini kwanza tujikumbuke sisi wenyewe. Nchi ndio tutaipigania kwa sababu ndio tumezaliwa kwenye hiyo nchi na mambo mengine yote, lakini kwanza familia. Home wanasema charity begins au starting at home, yaani msaada unaanzia kwenu kabla hujaenda barabarani kuandamana. Je, familia yako ina kitu ambacho wewe umeitafutia kwamba hata ukienda ukifia huko Wataendelea, yani kitawasaidia kwenye maisha yao. Hii sio kwa ajili ya government, tunaongea kifamilia. Wewe kama Mkenya, wewe kama Mtanzania, wewe kama nani, ndio utaenda. Mi sijakukataza wala sijasema uachane, wala naomba usinnoti vibaya, wala sijasema sio kitu kizuri wala sio kitu kibaya. Lakini je, leo ikatokea umeenda kuandamana, umefia kwenye maandamano, familia yako ina kitu ambacho itagain kutoka kwenye hiyo protest uliotoka kufanya. Kwa hiyo nimekupa hiyo homework, naomba unijibu, tusigombane, nielekeze tu. Huenda labda mimi ndo nakosea, au huenda mimi ndo naenda kinyume. Hebu niambie uh, sitaki ugomvi wala sitaki kugombana, kwa sababu nishakubali kwamba kenya is a capital city of africa. I know najua, lakini vijana wa kenya wengi hatuko na dogo. Je, tatizo ni serikali au tatizo ni sisi wenyewe? kwa hiyo kabla hatujaenda kumlaumu mtu mwingine tujiangalie sisi. We perfect. Kama hatuko perfect tunatakiwa tupambane, tuwe perfect, afu ndo tuende tukapigane na wale ambao hawako perfect, si ndio? Mi naweza nikasema leo hii kijana ambaye ndo unanitizama na huko Kenya huko Tanzania huko Uganda, kabla ujaenda kuipambania nchi, je, wewe unavyojitizama, kuna kitu umeifanyia nchi, umefanyia familia yako na binafsi nimekubaliana na nyinyi na ninawapenda, ila hakuna kitu kizuri kama kuishi maisha ya kifahari leo. Hata ukifariki kama kuna jambo umewafanyia familia yako, utakumbukwa daima. Lakini watu wengine wa huko nje watakupigania wiki moja, watasema fulani fulani, alafu baadaye wanakusahau. Mfano, watu wengi wamefariki kwenye maandamano ya Kenya, lakini je, kuna mtu ambaye anawakumbuka mpaka sasa hivi? Mtasema mnawakumbuka, lakini kikawaida ni wanafiki wengi wenu ni wanafiki. Wenzenu wanapotea, lakini mnawakumbuka ndani ya muda fulani, baadaye mnawasahau. Sio kitu kizuri. Kwa hiyo kabla haujaenda barabarani CBD, hakikisha nyumbani umefanya kitu, um, kuna namna umetengeneza nyumbani kwenu, kwa sawa. Kwa hiyo sijarekodi hii video kwa ugomvi wala kwa kutaka uh, mninoti vibaya, lakini nimefanya for love cause nawapenda, yani hamna ya kitu ambacho ntavimba nta, nta, nta, ntafanyaje? Lakini Kenya naipenda, na ninatamani siku moja nije kuishi Kenya. Lakini sisi watu ambao tunaishi nchi nyingine, mnatupa hofu, tunaogopa pale tunapoona nchi haina amani. Hata wageni watashindwa kuja Kenya kwa sababu nchi inaonekana haina amani. Kwa hiyo by the way, niwape ongera vijana, mnatufundisha ukakamavu na sisi wa Tanzania. Lakini kabla hujaenda barabarani, hakikisha nyumbani kwenu, je kuna kitu kufanya kwa ajili yao yeah, mi niko kwenye gari langu la samani hapa mtoto <laughs> mdogo mwenye pesa nyingi kiongozi wa chama na <laughs> la serikali umeniona yeah, siku njema mm. Na je, unadhani haya yote ni utani wa mitandao au kweli Kenya imewasha moto ambao Afrika nzima inautazama? Na je, unadhani haya maoni ya Watanzania ni ya kweli au ni chuki iliyofichwa? Ee bwana, mimi naitwa Rich Mizuka kutoka Mizuka Media. Namba moja ni mimi, namba mbili ni mimi, namba tatu ni mimi, nne na tano nawaachia nyinyi hapo. Ee bwana, ee, tukutane kwenye video ijayo. Sisi Watanzania kuna ile uoga gani hey, tunaka uoga fulani ambao tunako okay, ile kuogopa askari yani uh. tunaka sehemu fulani tumefungiwaga kimaindi yani, tusijawaga asio kwamba mimi nimetukana mtu basi sijatukana, ila Mkenya ukimsimamisha ukamwambia uh -oh. oya ana uwezo wa kuongea anachokitaka, wabishana watu waliochanganyikiwa, anawaogopi ki mishipanda. Gari moja ametoka, ni wa Kenya, anashangaa namna ambavyo sisi madereva wa Tanzania tunaheshimu zile, hapa ni hamsini, hapa ni sitini. Nakwambia tukutane kituoni, unanisimamisha <laughs> tu wewe? Oh, kisa nimemgonga ni mtu? Hapana, nimetembea na, na leseni, si nimepa leseni, mnaniamini, naweza kuendesha. Kwa nini unanisimamia barabarani? asante. si unanielewa, confidence alionayo mtu anaita rais wake Kasongo. <laughs> <laughs>